Akizungumza na wakazi wa Teso Kaskazini wakati wa hafla ya uwezeshaji wa wanawake iliyoandaliwa wa na mbunge wa eneo hilo huku kaunya Wetang'ula, alisema miradi ya miundombinu imekuwa nguzo kuu ya kufufua uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Na unaona hata wala alibishana nao bado wanamrushia vijiti, wanamrushia mikuki, lakini sisi tumemwambia, focus on building and transforming Kenya that is what the people of Kenya gave you the mandate to do. Wetang'ula pia alimpongeza rais Ruto na rais wa Uganda yoweri Museveni kwa kuimarisha itifaki ya Afrika Mashariki inayolenga kurahisisha biashara na usafirishaji wa watu na bidhaa kati ya nchi ya Kenya na Uganda. Ngambo pia mnafanya hivyo hivyo, bwana DC. Hiyo ndio serikali mbili zimekubaliana kati ya rais Ruto na rais Museveni. Sasa nyinyi mufacilitate hao wakina mama, kama ako hapa Malaba, anasikia bei pale Tororo ni mzuri, anabeba anaenda, anauza. Kama anasikia huko iko bei chini, anaenda ananunua, analeta huku, anauza, na wanafanya biashara na kubenefit na mambo ya mpaka. Hiyo ndiyo mambo serikali yetu inawafanyia. Akiwaimiza viongozi kudumisha umoja, Wetangula alisema taifa linahitaji siasa za maelewano, si za matusi au migawanyiko, na Wakenya masikubali watu ambao wanagawanya watu, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya matusi, hiyo haina nafasi katika Kenya yetu. Spika huyo alimpongeza Rais Ruto kwa kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi elfu saba hadi elfu mbili mia tano, hatua ambayo alisema imeongeza uzalishaji wa mahindi na kuleta mavuno makubwa katika eneo la magharibi. Aidha, msaidizi wa Rais Faruk Kibet ambaye aliandamana na spika Wetang'ula aliwahimiza wananchi kujiandikisha kupiga kura mapema kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2027 Ishirini na saba, akisema ni wajibu wa kila raia kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia Aliongeza kuwa mfumo wa SHA unaendelea kutekelezwa ipasavyo na tayari serikali imetenga fedha kwa utekelezaji wake katika maeneo mbalimbali mbali nchini. Ni mwezi wa kuandikisha kura, ningeomba wale wametimu, wale wamepoteza kura, sijui inaenda namna gani, lakini hii ni safari ya kuondoa ukabila Kenya. Huwezi ondoa ukabila na wachanja vile, nabii amesema, inapitia kwa njia ya kupiga kura. Serikali imefungua ama watu IBC wamefungua, nyinyi wateso, mjiandikishe, wa Kenya mjiandikishe. Jambo la pili, mambo ya SHA iwe ni lazima, kwa sababu serikali imeweka pesa ya matibabu ya bure. Musiwahi kukaa bila kujiandikisha, muichukulie mambo haya kwa makini. Kwa upande wake mwanasiasa Mary Emase alisifu ushirikiano kati ya rais William Ruto na Raila Odinga, akisema muungano huo umechangia kwa kiasi kikubwa utulivu wa kisiasa na kasi ya maendeleo nchini. Mungu sana, 2013 tulitembea pamoja south na north. Mere history is repeating itself, situmerudiana tena. Mungu ameturudisha pamoja kupitia kwa rais na baba. Si ndio? Nikiripotia mtazamo wa dira runinga ya Tandao. Jina langu ni Faith Nyongesa.